Naomba e, ni niwaombe, waheshimiwa madiwani, huu mwaka wa uchaguzi 2025 na Oktoba hii tunaenda kushiriki wote katika uchaguzi mkuu wa serikali, ambapo kila mmoja yetu hapa, ninaamini kila mmoja ana kadi yake, si ndio? Eh, kuna wengine eh? tunasubiri kama sisi huku kwenda kupiga kura tuwachague ninawatakia kila laheri wale watakaoenda kujitokeza kwenye nafasi mbalimbali. Waheshimiwa madiwani, ninawatakia kila laheri, kazi mliofanya ni nzuri kama nilivyosema awali. Mungu awajalie ili muweze kuangaliwa na jasho lenu mlilolifanyia kazi, wananchi waweze kuliona na kuweza kuwarejeshea yale mnayostahili na kama mnastahili kweli kupata hizo nafasi zenu, mwende mkazipate. Tunawaombea kabisa kwa Mwenyezi Mungu kwa hilo.